Hata hii factory tumesema mambo ni matatu: tuharakishe, tumkamilishe, tuanze kufanya kazi, Rais akuja afungue. So, factory za miwa hapa. What did the government do? Serikali ilitoa mbolea ya ruzuku kwa sababu wakulima wa miwa hawakuwa wana, wanatumia mbolea kwa sababu ilikuwa ghali sana, elfu saba. So, gunia moja, serikali ikapunguza bei ikakuja 2500. County government wakashirikiana na sisi kusaidia hiyo mbolea kufikia wananchi. So hiyo mbolea ndio imezalisha miwa zaidi. Hiyo miwa sasa inapelekwa Mumias, vijana wetu wamerudi kazi, wakulima wamelipwa, wafanyikazi wamelipwa, na kwa mara ya kwanza tangu kilimo cha miwa kuanzishwa katika taifa la Kenya mwaka wa 1922, wakulima wa miwa wamelipwa bonus ile inalipangwa watu ya majani chai na watu ya kahawa. Kweli si kweli? Simuliona rais pale Mumias akilipa bonus for the first time since sugarcane kin farming was introduced in kenya in 1922, we have paid sugarcane farmers bonus. sasa tunafufua factories zingine nne kiwemo ya Nzoia ikiwemo Chemelil Muhoroni Sony. same formula ya Mumias ndio tunatumia because we want to make sugarcane

including the nuts growing areas in the coast. We will transform agricultural value of chains make them profitable, because agricultural value chains and blue economy, mambo ya bahari yapa Lake Victoria na Indian Ocean, wananchi wengi, almost 80%, wanatoa riziki yao ya kila siku, aidha kwa ukulima, kwa ufugaji ama uvuvi. Kweli si kweli? Sasa wananchi wengi hapo ndio wanapata mapato yao, aidha ni mkulima, aidha ni biashara ndogo ndogo, ama ni mvuvi, ama ni mfugaji wa ng'ombe. So we mean business and we are on course, we are on course. Tulitatizika kidogo mwaka ya kwanza ya pili kwa sababu vile uchumi ulikuwa gharama ya maisha ilikuwa juu, tulikuwa tunajaribu kupunguza bei ya unga. Kidogo imepungua bei ya petroli imepungua kiasi, by 43 shillings in 2 years. Bei ya unga imepungua by 100 shillings in 2 years. Shilingi ya Kenya imepata nguvu kidogo, ile ilikuwa inauzwa 167 shillings, unanunua dola moja, sasa ni 127 128 shillings for 1 dollar. Hiyo mambo yote ni ya kupunguza gharama mzigo wa gharama kwa wananchi wa kawaida. Sasa ni kukuza kilimo ya miwa, kilimo ya vile mimea ingine, na kuleta viwanda ka... chini ya mwaka mmoja na kianze kufanya kazi. Hiyo ndio agenda yetu. Hatutaki siasa ya mapema, hatutaki siasa ya kuchochea wananchi. Kila kiongozi ashindane mashindano ya kuleta maendeleo: MCA, MP, gavana, rais, deputy yake na mawaziri wake. Sisi zote tushindane mashindano ya kutimiza ahadi ambazo tulitoa. Si kila kiongozi alitoa ahadi?